Tunaendelea na napita tu ya kwetu sisi ambayo mara zote huwa haifiki mwisho wala haiwezi kagota, eh, kwa sababu tuna mengi sana ya kuyazungumza na tunahitaji pia eh, kuyafikisha kwako leo kwenye napita tu. Uko nami, mi naitwa Amiri Mtambo, weza nita Anko Amiri Anko Anko wote dunia nzima, endelea kuwa nasi, endelea kusubscribe kwenye channel yetu, kwa sababu ndio kwanza tupo katika hatua za mwanzoni, lakini tuna mengi sana ya kuweza kupitishiana kama ukumbusho na kuwekeana sawa yale ambayo tumekuwa tunayafahamu kiuchache. Inawezekana pia tumekuwa tunayafahamu kiurefu, lakini si vibaya pia e, tukiwa tunakumbushana leo kwenye napita tu. Mimi naitwa Anko Anko wote dunia nzima, na nafasi ya kukukumbusha e, kuhusiana na shirika la fedha duniani, tumekuwa tunalitamka kwa kifupi zaidi IMF, na hii IMF kwa urefu zaidi e, tunaita International Monetary Fund, ambayo hii ilianzishwa zaidi mwaka elfu moja mia tisa na arobaini na nne. Ni shirika kubwa sana ambalo linasimamia kuhusiana na masuala ya fedha na we pamoja na mimi tunahitaji pia kulifahamu na kulikumbuka shirika hili, kwa sababu ni miongoni mwa yale ambayo yana nafasi yake e, katika dunia yetu, na tunahitaji pia kuyajua yakiwa katika hatua zake mbalimbali ikiwa inafanya. Kwa leo la ziada sina. Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi kwenye napita tu. E, asante sana kwa kupita kwenye ukurasa wetu, kwa kuangalia kile ambacho tunakuwa tunakitana baisha hapa kwa ufupi, na mwisho wa siku pia maoni yako ambayo umekuwa unatuandikia hapo chini, pia sisi tumekuwa tunayafanyia kazi na kuzidi kurekebisha mapungufu ya hapa na pale. Asante sana, naendelea kuwa nasi, naendelea pia kufanya yale ya maana zaidi ambayo yanatufikia sisi na sisi pia yanatujenga zaidi. Asante na shukrani pia.